Ndugu Wanawake, Wasichana pamoja na Wadau wa EWURA CCC kwa ujumla, ninao ujumbe mahususi kuelekea maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani, ambayo mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu inayosema Wanawake na Wasichana, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kupitia maadhimisho haya, na ikiwa ni moja ya majukumu ya Baraza ya kupokea taarifa na kuzisambaza zinazohusu maslahi ya watumiaji wa huduma za nishati na maji ninapenda kuwakumbusha na kuwahamasisha wanawake na wasichana wote kuhamia kwenye nishati safi ya kupikia na kuachana na nishati chafu ya kupikia. Hii ni kuunga ajenda ya mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt Samia Suluhu Hassan na utekelezaji wa Mkakati wa Kitaifa wa kuhakikisha angalau asilimia themanini ya Watanzania wote wanatumia nishati hii safi ya kupikia ifikapo mwaka wa 2034. Ikumbukwe kuwa wanawake na wasichana ndio waathirika wakuu wa nishati chafu ya kupikia, ambayo pamoja na mambo mengine, ina athari za moja kwa moja kwenye afya, lakini pia kwenye mazingira. Hivyo, ni jukumu letu sote kuhakikisha, tunapoadhimisha siku hii muhimu tunakuwa sehemu ya utekelezaji wa agenda hii muhimu pamoja na mkakati wa kitaifa wa kuhakikisha tunafikia asilimia 80 ya Watanzania wote wanaotumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. EWURA CCC itaendelea kuwa sauti ya watumiaji na kutetea na kulinda maslahi ya watumiaji wa huduma za nishati na maji zinazodhibitiwa na EWURA. Asanteni.